Mno kwa malezi ya Baba Kanuti Shirima aliyotupatia sisi. Mimi nilikuja hapa kujiunga na seminari nikiwa na miaka kumi na nne mengi sana kwa Padri Canute. Moja ya mambo ambayo wiki mbili kwa za kwanza alinipa tabu sana seminari ni nikuona tunakaa kwenye kanisa hili tunamaliza kusali hatutoe sadaka. <laughs> <laughs> na uzalendo ulikuwa unanishinda, nikaenda kumwona ofisini, nikamwambia nataka kwa, kwa, kwa nini hatutoe sadaka? Akaniambia ni kwa sababu nyinyi na sisi ndio tumejitoa kwa sadaka, sisi wenyewe ndio sadaka. Kwa wakati natoka seminari, moja ya jambo liliniuma ni kutokuwa sadaka tena. Kama kuna kitu tulijifunza kwa fadha, nidhamu na uwajibikaji. Hamna mtu yeyote aliyesoma seminari kipindi chetu ambaye anaweza akasema hajanufaika na mafunzo kuhusu nidhamu na uwajibikaji, na ndio maana shule yetu hii imetoa walimu wa vyuo vikuu, imetoa mabalozi imetoa na siasa yupo hapa, kila aina wa ya watu muhimu wametoka kwenye shule, ni kwa sababu ya malezi ya baba yetu Kanuti Shirima. Na mheshimiwa rais akaniambia, kwa hayo uliyoyasema, basi waambie Uru Seminari atachangia milioni 50 ili wacheke chochote wakitengeneze pale kwa kumbukumbu ya Padri Shirima kwenye eneo la Uru. Padri Shirima alizaliwa tarehe 29 Mei 1949, Marangu Ole mkoani Kilimanjaro mtoto wa pili kati ya watoto kumi, kuzaliwa hakuwa na historia ya kugua na kulazwa hospitalini. Alifariki ghafla asubuhi ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka wa 2025 siku ya Ijumaa, akiwa anajiandaa kwenda kumwona daktari baada ya kujisikia vibaya kwa siku chache. Padri Canute Shirima alifariki akiwa na miaka sabini na sita ya kuzaliwa, miaka hamsini ya maisha ya kutawa na miaka arobaini na nne ya upande. Basi tukianza kwa kushukuru Mungu, tunapenda sana kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Padri Canute Shirima alikuwa ni zawadi kwanza kabisa kwa familia yake alimozaliwa, lakini pia kwa namna ya pekee katika kanisa na hasa kupitia shirika letu la mitume wa Yesu. Kwetu kama wanashirika wa mitume wa Yesu, alikuwa kweli mlezi mzuri, kama ambavyo tumesikia kwenye historia alikuwa mlezi tangu alipokuwa padre kijana alipopata upadre, na amekuwa kata mahali hapa ambapo tunasali siku ya leo, hapa Uru Seminari tangu mwaka wa elfu moja mia tisa na themanini na moja na wanaalumni wenzetu Mheshimiwa Balozi Dk Emmanuel Nchimbi, lakini pia Mheshimiwa Balozi Simon Sirro ambao walitusaidia sana kwenye kukwamua na kukamilisha taratibu za usafirishaji wa mwili wa mpendwa wetu kuhakikisha kwamba tunamrudisha nyumbani na tunamzika nyumbani kwa heshima hii kubwa ambayo baba askofu amekuja kutuongoza na kuibariki. Tumsifu Yesu Kristo.